Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE Habari. Na sasa tuungane naye Muhamed Jamal kwa habari za biashara. Asante sana Sada Nassaro na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, Sangu amewataka wamiliki wa viwanda na maeneo mengine ya kazi nchini kuzingatia kanuni bora za usalama na afya ili kulinda nguvu kazi inayotumika katika uzalishaji viwandani. Ametoa agizo hilo alipofanya ziara ya kufuatilia umadhubuti wa mifumo ya usalama na afya katika kiwanda cha kusindika samaki cha Omega Fish Limited jijini Mwanza ikiwa ni mwendelezo wa ziara zake za kikazi za kutembelea taasisi na wadau mbalimbali wa sekta ya kazi, ajira na mahusiano tangu alipoteuliwa kuiongoza wizara yenye dhamana ya masuala ya kazi nchini. Niendelee kutoa wito pia kwa wamiliki wengine wa viwanda hivi na wamiliki wote katika sekta binafsi, na hili jambo nimelisema mwezi wa 12 kwamba tutakuwa na operation Kabambe. Kanda ya ziwa ina shughuli nyingi, ukiachilia uvuvi, tuna shughuli ya uchimbaji wa madini ambao ni sekta kubwa inayochangia pia pato kubwa la taifa karibia takriban asilimia kumi ya GDP tunaipata kutoka sekta ya madini. Nako huko kuna vihatarishi vingi, kuna mazingira hatarishi ya wafanyakazi wetu. Tutapita kufanya ukaguzi na nitoe maelekezo kwako, mtendaji mkuu wa Osha, kwa eneo lako la usalama na afya mahali pa kazi, nenda kafanye compliance inspection, ukaguzi ule wa kutosha hasa kwenye sekta ya madini kama ambavyo kwenye eneo hili la uchakataji wa mazao ya uvuvi nimeona mmefanya vizuri. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa OSHA Hadija Mwenda ambaye aliambatana na Waziri Sangu pamoja na watendaji wengine wa OSHA amesema ziara hiyo ya waziri imelenga kufuatilia utekelezaji wa sheria na kanuni za usalama na afya mahala pa kazi katika kiwanda hicho kwa mujibu wa miongozo ya OSHA. Kwa nini tuko hapa na kwa nini Omega ni kwa sababu, sasa hivi follow up zetu tunazozifanya tunafanya kisekta kuangalia namna gani hizi sekta ambazo zina mchango mkubwa kwa serikali zinavyoweza kuzingatia masuala ya usalama na afya ili kuongeza thamani ya bidhaa zao zinazopelekwa nchi za nje tutaendelea kisekta katika maeneo mengine, kama mlivyomsikia Mheshimiwa Waziri alivyosema kwamba tuko kanda ya Ziwa, tutaenda kwenye migodi kuangalia uzingatiaji wa sheria, lakini tutakwenda maeneo ya viwandani kuangalia uzingatiaji wa sheria, viwanda vya chuma, viwanda vya simenti, viwanda vyote, ili kuhakikisha kwamba Watanzania na nguvukazi iliyoko kule inakuwa iko salama. Awali, management ya kiwanda cha Omega Fish Limited iliwasilisha risala yao kwa Waziri Sangu iliyosomwa na afisa usimamizi rasilimali watu Zena Marijani Juma kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa kiwanda hicho Hamadi Al Salman, ambapo wameeleza namna wanavyotekeleza sheria ya usalama na afya na sheria nyingine za kazi pamoja na kuainisha changamoto zinazo wakabili. Tumepata matumaini kwamba hali inaweza ikabadilika na tukarudi angalau katika hali kama tulivyokuwa mwanzo, kwa sababu yote ambayo changamoto zetu zote tumemweleza na amesema amezichukua, anaenda kuzifanyia kazi kwa hiyo tuna matumaini, tunatumaini makubwa ya mabadiliko. Kiwanda cha Omega Fish Limited ni miongoni mwa viwanda 64 vya kusindika samaki nchini ambacho kinasindika samaki aina ya sangara na kusafirisha kwenda nchi mbalimbali za Ulaya na bara la Asia. Kuelekea kuanza kwa muhula mpya wa masomo kwa mwaka 2026, baadhi ya wazazi na walezi huko mkoani Tabora ambao wapo katika maandalizi ya kuwanunulia vifaa vya shule watoto wao wamelalamikia hali ya ongezeko la bei ya vifaa mbalimbali vya shule na kusababisha baadhi yao kushindwa kumudu gharama za mahitaji yao muhimu. Harakati za kuwarudisha wanafunzi shuleni zikiwa zinaendelea karibu kila kona hapa nchini, huko mkoani Tabora imeshughudiwa kwenye masoko mbalimbali ikiwemo soko kuu Tabora mjini, wazazi na walezi wakijitokeza kufanya maandalizi ya manunuzi ya vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao. mimi na watoto wa watatu ambao wanaotaka kwenda shule kwa sasa hivi ndo nimefika hapa sokoni niko na nimekuja kuandalia maandalizi ya shule. Baadhi ya wazazi waliofika kwa ajili ya kununua vifaa hivyo wamelalamikia ongezeko la bei ya vifaa ikiwemo sare za shule, magodoro, shuka, tracksuit, madaftari ambalo wamekumbana nalo sokoni kwa wafanyabiashara na hivyo kuwafanya baadhi yao washindwe kumudu gharama za mahitaji yao muhimu kwa wanafunzi kuja kununua vifaa vya watoto wa shule. Vifaa kweli vinapatikana, lakini viko bei juu sana. Yani mi nahisi naona saa ingine wamepandisha kwa sababu wanajua saa hizi wazazi wana, wana, wana uhitaji wa watoto wao, lazima wanunulie vifaa vya kwenda shule, ndio maana wafanyabiashara wamepandisha vitu bei. Kwa hiyo wazazi tunashindwa yani. Mi naomba serikali iweke mpango maalum wa wafanyabiashara kwa kuna sehemu za kuuza vifaa vya wanafunzi tunanua kwa bei kadhaa, vya, vya ambao hawasomi wananua bei kadhaa. Mwandishi wa habari, yaani sisi wakulima tunaumia sababu utakwenda leo watakuambia bei, ukiamka kesho wanakuambia tena bei. Kwa hiyo yani bei inazidi yani inakuwa yaani, inapanda tu kila muda, na ndio maana huwa tu, tunachelewa hata jinsi ya, ya kuwawaisha nani watoto kwenye mahitaji ya shule e, kulingana na vitu vinakuwa viko juu zaidi. Hata hivyo pamoja na malalamiko hayo ya baadhi ya wa wazazi, lakini serikali ya mkoa wa Tabora yenyewe imejipanga na kujiwekea mikakati ya kuwapokea watoto wote iliyokuwa imefanyiwa makadirio wakati wa uandikishaji mwaka huu, ambapo kwa darasa la awali ni wanafunzi wapatao laki moja na elfu ishirini na nne huku darasa la kwanza wakiwa laki moja na elfu kumi na tatu kama anavyofanua Mwalimu Upendo Ruyemamu ambaye ni afisa elimu mkoa wa Tabora. Walimu na wasimamizi wa elimu kwa mkoa wa Tabora, tumejiandaa kuwapokea watoto hao, kwa hiyo watoto hao wasibaki nyumbani. Nitoe pia rai kwa walimu ambao wanapokea watoto hawa, watoto hawa wapokelewe jinsi walivyo, na hii itatuondolea zile yale malalamiko ya wazazi wengine. Anasema mimi sina uwezo wa kununua uniform, uniform zimepanda, sina uwezo na watoto wengi. Wewe mpeleke tu mtoto shuleni, apokelewe, aandikishwe na aanze kusoma, kwa sababu tunapokuwa tumewaacha nyumbani, tunakuja kuandikisha mwezi wa tatu, wanakuta wenzao walishaandikishwa, walishatangulia kusoma, kuna vitu vingi wanakuwa wamewaacha nyuma. Kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel imesema itaendelea kushirikiana na serikali katika kuongeza matumizi ya malipo kwa njia ya kidigitali kwa kuendelea kubuni na kuhamasisha matumizi ya mifumo ya malipo ya kidigitali. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kukabidhi zawadi kwa washindi wa kampeni ya Santa Mizawadi, meneja uhusiano wa Airtel Jackson Mbando amesema kampeni ya Santa Mizawadi imekuwa sehemu ya hamasa ya Watanzania kuendelea kujiunga na mifumo ya kisasa pamoja na njia za malipo ya kidigitali ili kuelekea kujenga Tanzania ya uchumi usiotegemea malipo fedha taslim. Aidha, Mbando amesema pamoja na kampeni hiyo kutoa hamasa pia, imelenga kurudisha kwa jamii kwa kutoa vyombo vya usafiri kama vile bajaji, pikipiki na magari ili kuwawezesha Watanzania kujiajiri kupitia vyombo hivyo vya moto. Sasa hivi watu wengi sana, familia nyingi zinafanya malipo ya kodi mbalimbali za serikali kwenye mwaka umenyoka, tunawakaribisha watumie my Airtel app ili wajiongezee nafasi ya kujishindia zawadi hizi kabambe. Watu wanalipa ada, school fees kwa ajili ya watoto wao kurudi mashuleni, iwe ni private. Airtel tuna kitu kinaitwa uh, lipa ada kwa Airtel money ambako unaweza ukatumia my Airtel app ukalipa na unajiextendia time unani uh, nafasi ya kwenda kushinda zawadi mbalimbali, zikiwemo kama Hisense TV, bodaboda, uh, Boda, Uh, bajaji pamoja na gari ile ambayo tunasema ni Mazda CX5 ambayo wiki ijayo itatoka. Kwa upande wao baadhi ya wateja wa Airtel walioshinda baadhi ya vyombo vya moto wameshukuru kwa kupata vyombo hivyo ambavyo wameahidi kuvitumia kama kitega uchumi katika kutoa huduma ya kusafirisha watu na mizigo. Nimefika leo hapa makao makuu, nishapewa pikipiki yangu tayari, na kabla hapo sikuwa na pikipiki, ila sasa hivi nina pikipiki na ni, ni wateja wote wa Airtel watumie my Airtel app hii bana, sio sio uongo, sio danganya to, ni kitu cha kweli. Mimi mwenyewe kama shahidi nimetumia na, nimepata, na nimeshinda kweli. Kwa hiyo mimi nawashauri sana watumiaji wote wa Airtel watumie my Airtel, download application ya my Airtel app na watumie, ufanye miamala yote. Asante sana mtazamaji. Na Sada Nassoro, hayo ndiyo liojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.